Tukushukuru Daktari Samia kwa kutuletea ilani ambayo inaenda kuwawezesha vijana kama ambavyo vijana tumewezeshwa katika ilani iliyopita. Daktari Samia Suluhu Hassan, ndani ya mkoa wetu wa Kagera mfano, umeingia madarakani tukiwa tunapata fungu la asilimia kumi za halmashauri, bajeti ilikuwa ni bilioni tatu nukta mbili, lakini ndani ya miaka yako minne Daktari Samia Suluhu Hassan bajeti imekwenda mpaka bilioni zaidi ya kumi na tano na mikopo hii mingi imekwenda kwa vijana. Vijana peke yetu tumepokea takribani bilioni saba na milioni mia nane na arobaini Nani kama daktari Samia Suluhu Hassan? Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi vijana wa Kagera na vijana wa nchi hii tunaendelea kushukuru, lakini zaidi tuendelee kukushukuru na kukupongeza kwa namna ambavyo umeendelea kuwawezesha, umeendelea kutupa fursa za uongozi vijana wa Kitanzania. Ni katika awamu yako Daktari Samia Suluhu Hassan, vijana wenzetu wameendelea kuaminiwa, wameendelea kupewa mamlaka makubwa na nafasi nyeti ndani ya serikali yako. Ndugu mgombea wetu, yako mambo makubwa, yako mafanikio makubwa yaliyoelezwa na viongozi mbalimbali mbali yaliyopatikana katika sekta mbalimbali mbali. Sekta ya kilimo, sekta ya uvuvi, sekta ya ufugaji na sekta nyinginezo. Na sisi, kama walivyotangulia kusema, ni kwamba ndani ya mkoa wetu wa Kagera asilimia themanini ni wakulima na wengi ni wakulima wa zao la kahawa. Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa niaba ya vijana wa Kagera tunakushukuru sana kwa kutunisha mifuko yetu. Kipato kikubwa kilichotokana na bei ya kahawa kimewafanya vijana wa Kagera tutembee kifua mbele. Ndugu mgombea, naomba kwa niaba ya vijana wa Kagera na maeneo mengine tuendelee kukushukuru, Daktari Samia kwa kutuletea ilani nzuri ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030. Daktari Samia tunataka tukuhakikishie kwamba ilani hii iliyoko mbele yetu ni ilani inayojibu matakwa, matarajio na matamanio ya vijana wa taifa hili. Naomba makofi ya kutosha kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni kupitia ilani hii, ndugu mgombea, ni kupitia ilani hii tumeshuhudia jawabu la ajira, ambacho ndicho kilio kikubwa cha vijana, linaenda kupata majawabu. Daktari Samia, ilani hii imeeleza kwamba serikali ya Chama Cha Mapinduzi itawezesha ajira kwa vijana ajira takriban ni milioni nane, na katika ajira hizi chama kinaelekeza angalau nusu ya ajira hizi zitokane zitoke katika sekta rasmi. Tunakushukuru sana mgombea wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, tuendelee kukupongeza vijana wa Kagera kwa sababu umefanya makubwa, lakini kubwa umeendelea kutufundisha demokrasia yenye ukomavu siasa yenye ukomavu. Umeendesha siasa zako, kampeni zako ndani ya muda wa mwezi mmoja na nusu. Daktari Samia Suluhu Hassan umetoa somo kubwa la kuendelea kufanya kampeni ya kistaarabu ambayo haijawahi kuonekana, na hata daktari Samia, wanapojaribu kutuchokoza, wewe kazi yako unatuambia vijana wangu tulieni. Hiyo ndiyo demokrasia. Hakuna kama wewe daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mheshimiwa mgombea, yako mengi uliyoyafanya, lakini tukuahidi sisi vijana wa Kagera na vijana wa nchi hii kwamba tutaendelea kutafuta kura zako, tutaendelea kuzilinda kura zako, tutaendelea kuzihami kura zako, ili inapofika Oktoba 29 vijana, kina mama na watu wote tukatiki kwako na wabunge na madiwani wa chama chetu.